Naitwa Maulidi Burhani Mwegange, ni mkazi wa Mkuranga. <clears throat> Kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwa sisi wanaMkuranga hasa kama mimi mzee na vijana wote wa Mkuranga, tunatumaini tutashiriki kupiga kura Oktoba ishirini na tisa. Na endapo kama wazee tunawahamasisha vijana kupiga kura kwa sababu kwanza ni haki yao ya msingi. Kwa hivyo mimi na nawasii vijana au nawaomba vijana tushiriki mwaka huu Oktoba 29 kujitokeza kupiga kura kuchagua viongozi ambao watatuletea maendeleo kwenye wilaya yetu hususan na nchi nzima, mbunge, diwani, rais. Kwa jina naitwa Mohamed Salim Makame. Kwa kweli mkuranga, tumejiandaa vizuri kuhusu uchaguzi na vijana tunawahamasisha kweli kweli, na wote tumeshawahamasisha. Wakati wote ukifika tarehe ishirini na tisa tunaenda kuweka kura. Tunachagua kiongozi anayetufaa, kwa hiyo tunashiriki tuna uchaguzi kutokana na maendeleo tunayopata Mkuranga. Maendeleo ni mengi tu, temine mzuri, hatubugudhii hatuna tatizo lolote, na si ndio maana tunakubali kushiriki uchaguzi. Kwa majina anaitwa Habiba Jasmin ni, ni mfanyabiashara ndogo ndogo katika wilaya ya Mkuranga na pia ni kijana ambaye nawashauri vijana wenzangu tujitokeze katika uchaguzi kwa mwaka huu ambao utafanyika Oktoba ishirini na tisa. Tujitokeze kwa wingi tukafanye uchaguzi tukachague viongozi ambao tuna tunawaona wanafaa, na pia tujitokeze kwa wingi vijana wote tukachague viongozi bora na wanaostahili. Naitwa mae Mariamu Mali Ngayonga. Naona kutoka kuzaliwa kwangu, nimezaliwa Kisiju naona. Uchaguzi, e, we nzangu, wele utanguli, wele kwa vile uchaguzi tunaoombea heri kuhusu wenzangu wale tuliokuwa nao tuwe pamoja katika uchaguzi tusiwe na wasiwasi, ni hii serikali yetu moja. Hao waliokuwa hawashiriki niye sielewi, lakini mimi najua familia yangu eh, tutashiriki uchaguzi.